Akitua maagizo kwa mkurugenzi wa almashauri baada ya kukagua mradi na kuona tatizo la maji na uhaba vitanda mwa bwenini, mkuu wa wilaya ya Ludewa Olvanus Pau Thomas na mwenyekiti wa CCM Ludewa Stanley Kolimba wanasema kwa kuwa shule hiyo imekuja kukomboa watoto wao na changamoto ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 15, kufata elimu, hivyo wanaagiza utatuzi wa haraka ufanyiki wa kero hizo ili wanafunzi wapate elimu. Tuliomba kibali tukapatiwa kwa hiyo fedha ambayo ilibaki kupitia ile harambee tukaenda kukatisha kukata miti ile na kuchana mbao. Mbao zile ziko pale kata ya Lubonde. Nimetoa maelekezo leo kwa yale majengo ambayo tunaenda kuanzisha hostel rasmi, yani kuanzia kesho, mbao zichukuliwe zipelekwe kwa fundi, ili ndani ya mwezi mmoja vitengenezwe vitanda na viletwe hapa, watoto wetu waweze kuhamia hapa. Hio miradi kama hii inalingana na pesa iliyokuwepo, ubora wake, thamani ya pesa inaonekana. Hata mtu kimwambia tumepewa hapa milioni mia tano na kitu au mia sita anakubali. Kwa hiyo sisi tumepitia maeneo yote na tumeona nani kazi nzuri. Wakati maelekezo ya kuboresha miundombinu shuleni hapo yakitolewa, naye mkuu wa sekondari ya Chief Dastan Masasi anatumia fursa hiyo kubainisha changamoto zinazokwamisha utoaji wa elimu bora shuleni hapo, ikiwa ni pamoja na uhaba vitanda mabwenini, maji na nyumba za walimu na imesaidia wanafunzi wa kuto kutembea umbali mrefu sana, ambao walikuwa wakitembea zaidi ya kilomita kumi na tano hadi ishirini kufata elimu ya sekondari lakini hapa shuleni bado tuna changamoto. Changamoto kubwa ambayo tunaipitia ukanda wetu na changamoto ya maji. Tunaomba tusaidie huduma ya maji tuweze kupata kisima ili kuweza kuhudumia wanafunzi. Wanaoishi eneo hili walikuwa na changamoto kubwa moja, mwendo wa mguu, walikuwa wanasafiri kwa mguu kama kilomita tisa hadi kumi. Awali akitoa taarifa ya ya mradi huo ulioanza kujengwa mwaka 2024 na na kisha kupokea wanafunzi kwa mara ya kwanza mwaka 2026, baada ya kukamilika, afisa elimu sekondari Ludewa Michael Hadu anaweka wazi sababu ya kucheleweshwa kwa mradi huo na mapendekezo yake ili ukamilike pasavyo. Cha mwezi Novemba 2024 hadi Januari 2025, eneo la mradi lilikabiliwa na ukame mkubwa wa maji ya bomba, utekelezaji wa mradi ulisuasua sana kutokana na mafundi ujenzi kukosa rasilimali maji. Hali hii ilisababishwa na ukame wa maji kwa muda mrefu katika eneo la mradi na kusababisha mradi kuchelewa sana kukamilika ukamilishaji wake. Mpaka sasa bado tuna changamoto ya maji. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.